Sekta. Kaeni sekta zote wadau wote wadau wote wanaohusika wa, wanao wizara ya uchukuzi, wizara ya mambo ya ndani, jeshi letu la polisi na wadau wote hawa watumiaji wa, wa, wa, wa barabarani, kama kama tunaona vibao vile tulivyoweka vya hamsini vimepitwa na wakati tuvibadilishe, kama tunaona vimepitwa na wakati tuvibadilishe kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndio iliwekwa hiyo. Kama haitekelezeki tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida na tusiwe na utaratibu wa wa, wa, wa serikali wa wa wa serikali kupita, kama kufuata, hiyo inakera, na sisi hatuifuati. Nani atakaye wa, nani atakayewasemea hii kero, wale wanaokereka nayo? Kama tunaiona inatosha, kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate huu utaratibu wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali. Kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi, inaudhi mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria, alafu mwingine, mwingine yeye anapita tu anavunja sheria, hapati adhabu. Mlalahoi akivunja sheria anapata adhabu.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 na tena watekeleza sheria, mnaweza mkawasaidia saidia wale, wale bajaji bodaboda, kwa sababu wanaweza hata wakawa hawaijui sheria na hawajafanya makusudi wao, wa wa wa wadogo wadogo, wananchi wadogo wadogo hawa.